Ndio, ili kwamba neno la alilo Bwana alilolinena kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, ndio Bwana akamwa akamwamsha roho, roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akaiandika pia akisema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu ulioko Yuda. Ndio basi, kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja naye na akwe mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akaijenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli, yeye ndiye Mungu iliyoko Yerusalemu. Tuunganisha mwanangu, baraka ya utii. Tusome Kumbukumbu la Torati ishirini na nane mstari wa kwanza hadi wa tano. Neno la Mungu ninasema, ndiyo. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote, ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Mm. Na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Mm. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Ubarikiwa mwanangu.